Wakati mwingine ukweli wa maandiko ni kama moto kwenye jiko la mkaa ulio na joto na starehe, lakini wakati mwingine ni kama tochi ya moto inayokatiza chuma. Wakati mwingine ukweli wa huwa neno la Mungu ni, ni, ni kama fataki ndogo pale nje wani inayotikisa madirisha yako, lakini nyakati nyingine ni kama bomu linaloangukia sebuleni mwa maisha yetu. Sasa Mtume Paulo ametueleza tu katika mstari wa kumi na saba wa Warumi sura ya kwanza kwamba injili, ukweli wa neno la Mungu unaonyesha haki ya Mungu. Sasa hapa katika mstari wa kumi na nane anatuambia kwamba injili inaonyesha ghadhabu ya Mungu kwa kweli mistari 64 inayofuata kuanzia sura ya 1 mstari wa 18 na hadi katikati ya sura ya tatu Paulo atatufanya tukutane uso kwa uso na ukweli wa kutisha wa kuogofya kuhusu hasira na ghadhabu ya Mungu. Hii, hii ndiyo ninayoita upande mwingine wa Mungu na hebu nikuambie, ni huu upande wa Mungu usio na raha ambao watu hawataki kusikia leo. Ndiyo, yeye ni Mungu wa rehema, lakini pia ni Mungu wa haki. Ndiyo, aliumba mbingu ya milele, lakini pia aliumba jehanamu ya milele. Sasa wapendwa, naona ni jambo la kuvutia kwamba sifa hii ya ghadhabu ndiyo mwanzo wa mafundisho rasmi ya Paulo kwa Warumi hapa katika barua hii kwa hili sasa, utangulizi wake umeisha na anaanza hapa kwenye mstari wa kumi na nane kuanza mafundisho kama mhadhara. Anaanza na maneno haya ya kutisha: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa. Sasa unaweza kufikiri huu ni mwanzo mbaya kwa sehemu ya mafundisho ya Warumi. Kwa nini asiwe ameanza na neema ya Mungu? Paulo ataonekana kama anawakatisha tamaa, hataweza kumvutia mtu yeyote kwenye injili. Je, si ingekuwa bora kwanza na kitu unajua, labda chenye matumaini zaidi? Nilisikia redioni wimbo uliosema njoo kwa Yesu na matatizo yako yote yatatatuliwa. Naam, ndivyo unavyowavuta watu kwenye Ukristo. Mimi binafsi nafikiri eh, moja ya mbinu za shetani ni kunyamazisha ukweli wa hasira ya Mungu dhidi ya wenye dhambi na ghadhabu yake inayokuja juu ya eh, wanadamu. Shetani anajua kwamba kama watu wakipata ukweli huu, basi huenda wakamlilia Mungu kwa rehema. Nikuambie, kuhubiri ukweli wa ghadhabu ya Mungu hakuzuii uinjilisti kwa kweli hilo husababisha wangofu wa kweli watu huokoka wanapotambua kwamba wao ni wenye dhambi wanaowajibika mbele ya mungu mtakatifu na mwenye haki paulo anafafanua hilo hapa kwenye mstari wa kumi na nane ghadhabu ya mungu inafunuliwa kutoka mbinguni kwa maneno mengine ghadhabu ya mungu si wazo la paulo ni sifa ya kimungu iliyofunuliwa na mungu mwenyewe sasa hebu nitaje tofauti kati ya ghadhabu ya Mungu na ghadhabu ya mwanadamu, kati ya hasira ya Mungu na hasira ya mwanadamu. Ziko mbali sana, kama mbingu na ardhi. Kuna maneno mawili makuu ya Kigiriki katika Agano Jipya yanayotumika kwa ajili ya ghadhabu au hasira. Moja ni umos, ambalo limetupatia maneno ya Kiingereza kama thamos au thamometa. Na Paulo hajawahi kutumia neno umos anapozungumzia hasira ya Mungu. Umos inamaanisha hasira kali, mara nyingi isiyodhibitika, na hiyo kwa njia ndiyo inayoelezea ghadhabu ya mwanadamu. Hii ndiyo tunayoona na tunaita hasira za barabarani siku hizi, ambapo watu wanapoteza fahamu zao kwa hasira kali isiyodhibitiwa. Neno ambalo Paulo anatumia hapa kwa ajili ya hasira ya Mungu ni neno la Kigiriki orge ambalo linamaanisha msimamo dhabiti wa ndani. Ni kitu ambacho unaweza kukiita chuki takatifu dhidi ya uovu. Ni hasira ambayo kamwe haidhibitiwi vibaya; kwa kweli inachochewa na haki na uadilifu wa Mungu. Lakini niongeze hapa, Paulo, Paulo anatumia wakati uliopo anapoandika kwamba ghadhabu ya Mungu imefunuliwa. Naam, inafunuliwaje? Je, ufunuo huu wa hasira ya Mungu u, u, Unahusu nini? Nam, ufunuo wa Mungu unakuja kwa namna mbili. Sifa zake, ikiwa ni pamoja na ghadhabu yake, zinafunuliwa kupitia ufunuo wa jumla na kile tunachokiita ufunuo maalum. Ufunuo wa jumla ni, ni kitu ambacho kila mwanadamu ulimwenguni kote anaweza kufikia. Ufunuo wa jumla unajumuisha uumbaji na tunaambiwa katika maandiko kwamba uumbaji unatoa ushuhuda wazi juu ya kuwepo kwa Muumba. Na na Paulo kwa kweli atashughulikia hilo kidogo baadaye hapa katika sura hii. Ufunuo wa jumla pia unajumuisha dhamira ya mwanadamu kwa sababu ya dhambi, dhamira si kamilifu, lakini bado hunong'ona ndani ya kila mwanadamu wanapofanya jambo baya kwamba ni ni kosa. Ni ile sauti ya ndani ambayo Mungu aliumba ndani yetu, inayomfundisha hata yule mtu anayeishi katika eneo la msituni, mbali kabisa na mafundisho yoyote ya kibiblia, kwamba ni kosa kuiba kuku wa jirani yake, na anahisi hivyo, anajua hivyo kwa asili. Kila mwanadamu ana injili ya uumbaji inayomjulisha kwamba kuna muumba, na kila mwanadamu anaishi na hisia ya mema na mabaya. Napenda kuita hiyo injili ya dhamira, na kwa njia yeye huvunja hiyo kila anapoamua, e, kufuata dhambi. Sasa aina nyingine ya ufunuo kutoka kwa Mungu ni kile tunachokiita ufunuo maalum na huu ni mawasiliano ya wazi kutoka kwa Mungu. Ufunuo maalum kutoka kwa Mungu ni hiki kitabu, hii Biblia, vitabu sitini na sita vilivyoongozwa na Roho. Lakini hebu nitaje kwamba ule ufunuo wa jumla kupitia uumbaji na dhamiri hautoshi kumwokoa mtu. E, hata hivyo, Paulo atafafanua baadaye kwamba uumbaji na dhamira vinatosha kuthibitisha kwamba kila asiamini ana hatia na hana udhuru. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu anakataa ufunuo wa uumbaji. Yeye anakataa ufunuo wa dhamira. Kwa kweli kadri binadamu anavyogundua zaidi kuhusu uzuri na ugumu wa uumbaji, sasa wanafanya nini? Wanajitahidi hata zaidi kukataa kuwepo kwa muumba na wanazidi kufanya kazi kwa bidii kunyamazisha sauti ya dhamira. Na ukweli ni kwamba unapokataa sauti ya dhamira, unapokataa kuwepo kwa muumba, unaweza tu kuendelea kuchanganyikiwa na kutenda dhambi zaidi na zaidi. Nimesoma, kama unaweza kuamini, katika siku moja tu watu milioni moja duniani kote hupata ugonjwa wa zinaa. Hiyo ni zaidi ya watu milioni 374 kwa mwaka. Unajua, wakati Paulo aliandika barua hii kwa Warumi, Dola ya Kirumi tayari ilikuwa inajiharibu yenyewe. Bulimia ilikuwa sehemu ya moja ya dini zao walizozipenda zaidi. Walikuwa wakimwabudu Mungu Bacchus kwa kufanya sherehe za ulevi, wakila chakula kingi, kisha wakatapika kama unaweza kufikiria kama sadaka kwa Mungu huyo. Kisha wangeendelea kula tena na basi, wangerudia mzunguko huo huo. Ufisadi wa watoto ulikuwa unastawi sana Roma. Ulikuwa halali. Viongozi wa kisiasa walijulikana kwa tabia yao ya pedofilia. Ushoga na usagaji vilionekana kama mtazamo wa usawa. Talaka zilikuwa za kawaida kiasi kwamba Seneca, mwanasiasa wa Kirumi, aliandika kuwa wanawake wa tabaka la juu walikuwa wanahesabu miaka kwenye kalenda zao kwa majina ya waume zao. Basi barua ya Paulo inafika hapa na niambie, ilikuwa kama kombora linalowaka likipenya moja kwa moja kwenye moyo wa utamaduni huu. Anawafahamisha kwamba kuna Mungu mbinguni na hafurahishwi na wanadamu wenye dhambi. Anadhihirisha ghadhabu yake dhidi ya dhambi. Sasa Paulo anaendelea hapa katika mstari wa kumi na nane akiandika kwamba ghadhabu ya Mungu inaelekezwa kwa uovu wote na kutokutenda haki kwa wanadamu. Maneno uovu na kutokutenda haki yanatumika kama mutasari wa dhambi zote za wanadamu. Uovu unamaanisha uwasi na ukaidi dhidi ya Mungu kutokutenda haki ni neno linalomaanisha matendo maovu dhidi ya watu wengine. Sasa basi, hapa katika mstari wa 18 na tunaambiwa kwamba kuna kiungo cha pamoja miongoni mwa wanadamu wasio waadilifu na waovu. Paulo anaandika kwamba wanakandamiza ukweli, yaani wanaufinya chini kabisa wanajaribu kuuficha he eh, mbali na watu ili wasielewe au kuona, wanaoweka nje ya vyombo vya habari kwa kusema hivyo. Kwa hiyo unaweza kusema hivi, kuna kuficha ukweli kwa kiwango cha dunia nzima. Ukweli unakataliwa kwa mpangilio maalum. Kwa nini basi mwanadamu mwenye dhambi anakataa ghadhabu ya Mungu? Kwa sababu anataka kuishi jinsi anavyotaka. Mwanadamu anakataa neno la Mungu kwa sababu anataka kuamini chochote anachotaka kuamini. Lakini ngoja ni kuambie wapendwa, hata kama ulimwengu usioamini unajitahidi vipi kukandamiza ukweli, uumbaji wa Mungu unafanya nini basi? Unaendelea kutangaza utukufu wa Mungu, inaendelea kupiga kelele habari, kuna mbunifu mkuu, kuna muumba na dhamiri ya mwanadamu, je, inaendelea kufanya nini? Inaendelea kunong'ona kwamba kuna kiwango cha maadili cha mema na mabaya. Wapendwa, haijalishi utamaduni wenu umeharibika kiasi gani, leo kumbukeni Roma ya kane ya kwanza na kumbuka kwamba kwa Mungu wakati huo ulikuwa kamili. Roma ilikuwa mahali kamili pa kupanda kanisa na kuanza kung'aza mwanga wa injili tukufu kwa utamaduni ule, kwa watu wale waliokuwa wamefungwa na dhambi, waliokuwa na uhitaji mkubwa wa neema ya wokovu ya Mungu.